Watu tisa wamefariki dunia na wengine 44 wamejeruhiwa katika ajali iliyohusisha lori na basi la abiria katika eneo la Lugono, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro. Ajali hiyo imetokea alfajiri ya Juni 12/2025 ambapo baadhi ya mashuhuda wameeleza namna ilivyotokea ajali hiyo <coughs> tukafanya kituo kidogo kwa ajili ya chakula. Baada ya hapo, tukaendelea na safari. Dereva alikuwa mzuri, mwendo wa kawaida nikapata eh, kabla kilomita kutoka tujafika hapa Morogoro ndo so, nilikuwa nimepitiwa na usingizi kidogo, maana nasikia kishindo, sikia kelele za watu, akli ni ajali, kwa mbaya sana. Kwa hiyo vile viti vilikuwa vimekusanyika vingi tu pamoja, hata liku, kutoka likuashiribatizii kwa sababu wengi kwa tumefunga vikanda, ah hatikuumia kivile kwa wale ambao tumefunga vikanda, lakini wengi wengi kwa wale ambao wakufunga mikanda walihamishwa toka nyuma kwenda mbele, kutokana na ile kishindo cha gari baada ya ile ajali. Kwa hiyo kwa ujumla hicho ndio kilichotokea, na baadaye tuna askari, baada ya muda kidogo wanatoka wanakuja pale kwa ajili ya kutusaidia. Kwa hiyo walisaidia watu wengi ambao tunachukuliwa, tunatolewa kuwekwa hapa hospitali. Kwa hiyo tunashukuru madaktari moja na manesa waliotokea hapa. Matibabu tunaendelea nayo, tunashukuru tuko tunatokea Mbeya kwenda Dar es Salaam. Wewe utuambia aje, imetokeaje? Nikifika tu ni ajali, umegongana ni ni uso kwa uso, kwa sababu baada ya kutoka tunaona lori ambalo lilikuwa limebeba sukari limehama upande mwingine, imebaki kile kichanja makimiseni. Kwa hiyo kile ndo kili tokea baada kukutana, ile tukahamishwa kwenda pembeni kabisa nje ya barabara. Kwa ujumla, haikuwa ilikuwa mbaya sana. Asante lakini kufika maeneo ya Lugono, yaani nichokiona mimi ni kwamba kuna basi ilikuwa linakuja mbele yetu, ile basi likuwa lina overtake kwa hiyo ilipokuwa Lika lina overtake likaja likakushi ga pkaimpakia mega sukari kwayo na sukari likadondoka gari Lika yetu likakosa mwelekeo likafaa likadipokea darajani baada ya pale nilichokishuhudia ni dereva anakimbia yaani alikotokea sijui. Kwaona mimi nikafuata nyendo zile zile lakini sasa kuniza nitoke wapi sijui la nikajikuta niko nje. Nikaanza kuomba msaada nikiwa darajani kwa chini sasa. Nikaanza kuomba msaada watu wa juu. Bahati nzuri, nikatokea barabarani. Nikaomba msaada wakanileta msa hospitali tunikuanga matibabu. Chanzo cha ajali kwa ni mwendo kasi na dereva wa basi ku overtake, yani kwa na overtake huku magari mengine yanakuja, yuko spidi gari tu sisi liko spidi. Kwa hiyo, yani chanzo cha ajali ni spidi na ku overtake, yani pasi kufuata, yani kuangalia. Tulikuwa watano na dereva mpaka sasa sijapata taarifa kwamba bangu yuko wapi na aligani, ila ninachokumbuka ninavyotoka alinomba msaada nimsaidie ni kwamba nifungue mlango atoke kwao, ni kwaiyo nikaanza kufungua mlango kwa meshajiroki na nimzie, akawa hawezi kupita. Nilipopita mimi nafikiri, kwaiyo kutoka pale ndo nikaanza kuomba msaada kwamba watu wanisaidia bawaje. Wow, cool. Akizungumza kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoani Morogoro, Scolastika Ngunga ambaye ni afisa mahusiano hospitalini hapo amethibitisha kupokea miili tisa na majeruhi 44 waliotokana na ajali hiyo aa. Ninatoa taarifa kwa niaba ya mganga mfawidhi ambaye anaendea majukumu mengine. Leo asubuhi saa kumi na mbili kasoro tulipokea majeruhi wa ajali ambayo imetokea maeneo ya Rugono iliyohusisha basi ambayo ni hai. Hai Express pamoja na pamoja na gari ya mizigo, kwa hiyo ajali imetokea mahali hapo na hospitali tumeweza kupokea majeruhi wapatao 44. Kati ya hao watu wazima ni 37 na watoto ni saba. Kwa upande wa wao watu wazima wanaume ni kumi na tisa wanawake ni kumi na nane na kwa upande wa watoto hao saba wanaume ni wawili, wanawake ni watano lakini pia kupitia hiyo ajali tuliweza kupokea maiti mmoja, lakini maiti zingine nane ambazo zimeletwa. Kati ya hizo maiti ambazo jumla ni tisa zimetambulika nne. Kwa hiyo mpaka sasa hizi wagonjwa wanaendelea kupata huduma katika maeneo mbalimbali, wanapata vipimo, wameanza matibabu na hali zao zinaendelea vizuri mpaka sasa. Upande wake kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Alex Mkama amesema jeshi hilo linafanya jitihada za kumtafuta dereva wa lori hiyo ambaye amekimbia kusikojulikana. Polisi mkoa wa Morogoro linamtafuta dereva wa gari aina ya Scania yenye namba za usajili T406 CZS na tela lake namba T804 BUB likiwa na ambalo lilikuwa limebeba shehena ya sukari ikiendeshwa na dereva ambaye ametoroka baada ya kusababisha ajali uh, iliyopelekea vifo vya watu tisa na majeruhi kumi na tisa. Ajali hiyo imetokea Juni 12 uh, mwaka huu 25 muda wa alfajiri huko katika eneo la Merera kibaoni, kata ya Merera, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro kwenye barabara kuu ya Iringa Morogoro, ambapo gari yenye namba za usajili T523 EKM hii ni aina ya Higer basi likiendeshwa na dereva anaitwa Huseni Mohamed Mkwiz mwenye umri wa miaka 59 mkazi wa Dar es Salaam, ambaye amefariki kwenye ajali hiyo, likitokea mkoani Mbeya kwenda mkoani Dar es Salaam, iligongwa na lori la mizigo lenye namba za usajili T406 CZDS na tela lake namba T804 BUB aina ya Scania, hii ikiendeshwa na dereva ambaye nimesema anatafutwa na kusababisha vifo vya watu tisa, kati yao Ha, watu tisa wanaume ni watano na wanawake wanne, na majeruhi ni kumi na tisa wakiwa na jinsia mbalimbali. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa lori kushindwa kulidhibiti gari lake na kupoteza uelekeo kisha kuligonga basi. Yeye huyu alikuwa anashuka, anatokea Morogoro, anakwenda uelekeo wa Iringa. Eneo lile lina mteremko, kwa hiyo ameteremka, akashindwa kulimudu lile gari ile gari limeyumba na ile container ambayo alikuwa amebeba juu pale ikachomoka ikachimba chini kwenye barabara pale, baadaye kaja ikapamia lile basi. Dereva wa basi amejitahidi kulikwepa lile container, lakini na kama utaona amekwenda pembeni kabisa ya barabara pale akijaribu kukwepa, lakini amegongwa na ile engo sasa ya lile container na kusababisha vile vifo vya watu ambao nimewataja hapo. Baadhi ya majeruhi wana na hali mbaya na wamepelekwa hospitalini katika hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro kwa ajili ya kupatiwa matibabu na miili ya marehemu imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti hospitalini hapo kwa ajili ya utambuzi. Sasa hivi aliyetambuliwa ni yule dereva tu wa, wa, wa basi, lakini wengine wanaendelea kutambuliwa kadri muda ambavyo unazidi kwenda. Taarifa nyingine anaweza akatoa madaktari pale kulingana na hali za majeruhi wale, lakini jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawataka madereva wote kuzingatia na kufuata sheria za usalama barabarani, kukagua magari ili kugundua changamoto na kupumzika mara wanapoona wamechoka ili kuepuka ajali na kulinda maisha ya abiria na watumiaji wengine wa barabara. Hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote ambaye atakuwa anakiuka sheria, na wananchi yoyote ambaye anamfahamu dereva huyu, tumemfahamu kwa jina moja la Abdalla, lakini tunaendelea kupeleleza tuweze kujua sehemu alipo, basi atoe taarifa kwenye kituo chochote cha karibu cha jeshi la polisi ili tuweze kuchukua hatua dhidi yake. Kutokea mkoani Morogoro, heri Abdalla, Chivihi Media.